Hello dear friends, welcome again to my channel is me teacher D. Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea hii channel ni kuomba usache kusubscribe, ku like, ku share pamoja na comment. Tunaendelea kupeana update za watu walioitwa na leo tuna majina mengine ya walioitwa kwenye usaili ni kutoka jimbo la, la Kasulu vijijini. Kasulu vijijini nao watu wameitwa na usaili huu utafanyika uh, tarehe 11 mwezi wa kumi katika chuo cha ualimu cha Kasulu kuanzia saa mbili asubuhi. Ndaweka linki haya majina hapa uweze kuona kama wewe ni miongoni mwa walioitwa ili uweze kudownload. N yani ndaweka linki uweze kudownload hii toto ya hawa watu uweze kuona, kama na wewe ni miongoni mwa ambao wameitwa kwenye huo usaili. Sasa sambamba na hii, nitaendelea kutoa update ya, ya, ya, ya majimbo mengine na maeneo mengine mbalimbali ambayo watu wameendelea kuitwa kwenye usahili hii ni kwa ni kuitwa kwenye usahili katika jimbo la Kasuru vijijini, halmashauri ya wilaya ya Kasuru, jimbo la Kasuru vijijini. Bye. bye.